Abuya Pacome ii, yes! Sasa anazituma tu, imewekwa kwenye njia kwa Max pia Zengeli. Kipa alipotoka, likawa ni kosa la mwaka, akausogeza tu pembeni kule, mpira ukatambaa kimo cha nyoka. Wana moja kwa moja kwenye nyavu, wanatangulia wananchi, katika muda usiozidi dakika kumi tangu kuanza kwa aliamua kushuka chini. Pacome akaamua yeye sasa atachezesha timu kwenye mstari unaogaa uwanja ule, akamwona kwenye njia maksi mpia Nzengeli metata. Alipotoka ndo likawa kosa lake la kuanzia mwaka, akaugusa kidogo, tukaenda unatambaa tambaa mpaka kwenye nyabu za Singida, ukasalimia pale na kunyanyua pige, nderemo hoihoi kwa mashabiki wa Yanga jukwani. anauliza vipi nyinyi, mbona amekuja peke yake, hamkumfuata wala kumsindikiza?